Mbunge wa Ndia George Kariuki kwa mara nyingine amemsuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, akimlaumu kwa kujiita kiongozi wa eneo la Mlima Kenya. Kariuki, ambaye ni mwandani wa rais William Ruto, alipuuza wito wa Gachagua wa hivi majuzi kwa viongozi wa eneo la katikati ya nchi kumuunga mkono, akisema eneo hilo litasimama na viongozi wanaozingatia maendeleo. Alitetea rekodi ya maendeleo ya serikali na kupuuza madai kwamba serikali ya Kenya Kwanza imetelekeza eneo la Mlima Kenya. Alitaja mradi wa umeme katika eneo la Ndia ambao alisema unalengwa kuwaunganisha wakazi wote wa uotu, eneo hilo na umeme. Tumekubaliana hatutaki siasa zenye hazina maendeleo sisi vile tunataka kusukuma maisha hapa Kirinyaga, hapa Ndia, na hapa Kenya. Tunataka kusukuma maisha kwa njia ya maendeleo. Tuweke siasa duni kando, tusukume maisha watu wetu, waweze kupata infrastructure yenye hali nzuri, tuweze kupata stima.